Okay, nimetoka kuzungumza eh, na baadhi ya wananchi wametupa mitazamo yao kuhusiana na mara baada ya uzinduzi wa daraja ambao unatarajiwa kufanyika tarehe kumi na tisa. Eh, ni mambo gani ambayo wao kama wasafiri wanayaona yataleta unafuu kwao? Hapa pembeni yangu nakutana na brother hapa. Mambo vipi? Safi. Kwema kwema. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani ndugu yangu? Ramadhani. Ah, Ramadhani, unafanya safari zako kutoka wapi kwenda wapi? Kutoka Mwanza nenda Ushirombo. Ah, Mwanza kwenda Ushirombo. Vipi eh, daraja linaelekea kuzinduliwa tarehe kumi na tisa, uzinduzi wa daraja kama kwako, kwa kwa, eh, dereva unaona utarahisisha vipi safari kwako? Sasa hapo itanirahisisha mi mambo mengi. Kwa mfano, unajua mimi nimefika hapa asubuhi saa tatu, lakini nimekuja kuvuka saa tano. Aya, hapa nimefika na takribani saa zima niko hapa. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa daraja likifunguliwa, nadhani itanirahisisha mambo mengi sana, safari yangu itakuwa ni fupi na ni rahisi pia. Kwa siku kwani, uh, ukiwa unatumia kivuko una unapiga ruti ngapi? unakuja saa ngapi? unarudi saa ngapi? Kwa sasa hivi nalipiga ruti mbili tu, yaani naona, nimekuja asubuhi narudi, kwa hiyo nafika jioni, lakini daraja kifunguliwa inawezekana kupiga ruti tatu mpaka nne. Endapo itafunguliwa. Asante sana. Hayo ni mastori ya watu. Utakuwa umepata mitazamo tofauti tofauti ya watu kuhusiana na uh, adha ambayo wanaipata kwa kutumia kivuko hiki cha Kigongo Busisi lakini wanakuambia daraja litakapofunguliwa unafuu utakuwa kwao, wafanyabiashara watafanya biashara e, hawa wasafirishaji wa abiria wanaotumia mabasi pia kwao itakuwa ni rahisi kusafirisha abiria e, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii ni Bongo FM, endelea kubaki na sisi.